Wako nchini Kenya, badala ya kwenda maandamano kwenda kuharibu mali ya watu, kuna makanisa, kuna places ambazo tunaweza, eh, enda kuomboleza eh, wale mandugu zetu ambao tulipoteza mwaka jana, na sisi hatuwezi taka kuona wanasiasa na wale commercial activists ama wale wakora ambao wameanza kuingilia hii maneno ya maandamano ya vijana. Vijana ni watu waungwana sana ambao wamejipanga kwa maisha, wanajaribu kupigania ma, ma, maisha yao, lakini kuna wakora wachache wawili ama watatu ambao wamekuja kuingilia hii maneno ya maandamano, na ningependa kuongelesha vijana kwa sababu wao ni vijana wenzangu na ni majenzi wenzangu. Kuna njia mingi sana ya kuta, eh, kuna solutions, solutions mingi sana hapa nchini Kenya. Tusiende maandamano kwenda kuharibu mali ya watu, tusiende maandamano kwenda kupigana na vijana wenzetu. Kesho tunajua kuna maandamano kule Nairobi na sisi tumekubaliana Eldoret hapa tutakuwa na maandamano. Na tungependa kuomba vijana hapa nyumbani, tukubaliane tu ile kitu inawezekana. Rais wetu ako, eh, kuna kuna constitution on rights ambayo inakubaliana rais akishakuwa elected akae kwa miaka tano, kama nyinyi kama vijana mtakubaliana na rais kuna hii ile election ambayo inakuja na solution yenye tunafaa kufanya ni kukata kura, kwenda pale kupiga kura. Sio lazima tuende kupigana kwa street ili kufukuza rais. Sawa sawa. Kelvin uh Gitonga.